Mtazamaji wangu, kama vile unaona leo, yule ni naye hapa, ni kijana barobaro mtoto. Wacha leo tumfanyie kaintavyu, tujue afanya nini nini, nini anapenda na mengineyo wa mengi, wacha kwanza nimsalimie... Nani wewe? Nani umekwambia uingie? Kwanza kaa pale mpaka nimalizie huyu. Wewe unaharibu unaharibu, kwa nini? Haya sasa, e, habari yako? Nzuri. unaitwa aje? Alfa Kuria. Alfa Kuria nani? Karantwa. unasomea wapi? Uko kelasi ya? Lanne. Unafanyaga nini? Soma. Una subjecti gani inasikiaga inakuigia sana? Math. Unashikaga gapi kwa maksi zile mnapeagwa? 92. 92 kwa hiyo nagukaga tu nne. Mm. Aya, nini kipawa yako inasikia ni gani? Hm? Mm. Haujui. Aya, ukikuwa mkubwa unataka kuwa nini? Daktari. Nataka kuwa daktari? Mm. Wow, leo niko na weti kwa studio. Wewe ulikuwa unakuja hata bila kuitwa. Karibia. Karibia hapa. Si ulikuwa unajitata hata kabla interview yako ifike. Ah, niambie majina yako kamili. Anaitwa Feva Wanjiko Karanja. Unasomea wapi? Computer Junior School. Subject yako ni gani? Ile unashikaga nyingi sana. Haujui? uh -huh. Ah, ukikuwa mkubwa, unaweza unaweza taka kuwa nini? Daktari? Ah, una copy dugu yako, kwani nyote mnataka kuwa daktari eh? Unataka kuwa daktari ni eh? Nini hiki uliona kia daktari eh, ili ukaweza kutamani hiyo kazi? Hakuna? we ni nini hii uliona kizuri sana mpaka ukatamani hiyo kazi? Kutibu e, baba yangu mama yangu. uh -huh. Kwa hivyo natamani tu ili wakigojeka na watibu. Hakuna mm. no, kitu, kitu kingine liona kizuri kwao kwa daktari upako ukavutiwa mm. na hiyo kazi hakuna mm. kitu kingine <laughs> a, ukisikia ni watoto wachanga wako na maono na doto wanasema ni kama vile tulikuwa tunasema tukiwa shuleni when I grow I want to be a farmer. Mimi nilikuwa nasema hivyo, lakini wamesikia wanasema wakati watakuwa wakubwa, wanataka kuwa daktari. Mimi niseme nini? Ila tukuzidi kuwasukuma wawe kile wanataka, Mwenyezi Mungu wawajibie, kama watakuwa hicho, bado ni huduma and services, kama vile na hudumu services yangu kilichukua kama huduma hata hawa bado hiyo ni huduma kwa umati, na siubarikiwe sana. Kwa hivyo ukiwa popote pale mzazi wewe, ukiona mtoto wako na doto na maono, usim, usi, usi, usi, usimu, usimupule chini, ila tumpesupport ili aweze kuwa kile anatakaga. Usije ukasahau, huyu ni yule yule yule tu wako wa Francis Kuria TV, nakuabo zidi kusubscribe na kutazama kwa wingi, maanake sasa inazidi kusema, asante kwa kuweza kunifikishia subscriber 1.2 tukinaendelea. Nataka mwaka huu niweze kufikisha gelebili, nasikia ukitaka kuoga. Nataka kusema kitu, asanteni kusubscribe ya video, video yetu ya Francis Kuria. Asante. Na unaweza sasa kusema nini ama ukutamka jina kwaheri. Kwa hayo machache, hadi wakati mwingine nitakapopata nafasi ingine tutakosa kukuja. Tuna mengi inu, hii ni warm up wakati wa likizo, tuna mengi ya kukua.